Midhali sura ya 15 mstari wa kwanza hadi 33. Jawabu la upole hugeuza hasira, bali neno liumizalo huchochea ghadhabu. Ulimi wa mwenye haki hutamka maarifa vizuri, bali vinywa vya wapumbavu humwaga upumbavu. Macho ya Bwana yako kila mahali, yakimchunguza mbaya na mwema Ulimi safi ni mti wa uzima, bali ukorofi wa ulimi huvunja moyo. Mpumbavu hudharau kurudiwa na babaye, bali yeye angaliaye maonyo hupata busara. Katika nyumba ya mwenye haki mna akiba nyingi, bali mapato ya mtu mbaya huwa tabu tu. Midomo ya mwenye haki hueneza maarifa, bali moyo wa mpumbavu haufanyi hivyo. Sadaka ya mtu mbaya ni chukizo kwa Bwana, bali maombi ya mtu mnyofu ni furaha yake. Njia ya mtu mbaya ni chukizo kwa Bwana, bali humpenda mtu afuataye wema. Adhabu kali ina yeye aiachae njia, naye achukiaye kukemewa atakufa. Kuzimu na uharibifu ni wazi mbele za Bwana, si zaidi basi mioyo ya wanadamu. Mwenye mzaha hapendi kukaripiwa, wala yeye hawaendei wenye hekima. Moyo wa furaha huchangamsha uso, bali kwa huzuni ya moyo roho hupondeka. Moyo wa mwenye ufahamu hutafuta maarifa, bali kinywa cha wapumbavu hula upumbavu. Siku zote za mtu ateswaye ni mbaya, bali ukunjufu wa moyo ni karamu ya daima. Kuwa na mali chache pamoja na kumcha Bwana ni bora kuliko mali nyingi pamoja na tabu. Chakula cha mboga penye mapendano ni bora kuliko ng'ombe aliyenona pamoja na kutukiana. Mtu wa hasira huchochea ugomvi, bali asiye mwepesi wa hasira hutuliza mashindano. Njia ya mtu mvivu ni kama boma la miba, bali mapito yao wenye unyofu hufanyika njia kuu. Mwana mwenye hekima humfurahisha babaye bali mpumbavu humdharau mamaye. Upumbavu ni furaha kwake aliyepungukiwa na akili, bali mwenye ufahamu huunyoosha mwenendo wake. Pasipo mashauri makusudi hubatilika, bali kwa wingi wa washauri hudhibitika. Mtu hulifurahia jibu la kinywa chake, na neno linenao wakati wa kufaa ni jema kama nini! Kwa mtu mwenye akili njia ya uhai huenda juu ili atoke katika kuzimu chini. Bwana ataing'oa nyumba ya mwenye kiburi, bali atauthibitisha mpaka wa mjane. Mashauri mabaya ni chukizo kwa Bwana, bali maneno yapendezayo ni safi. Atamanie faida huifadhaisha nyumba yake mwenyewe, bali aichukiaye zawadi ataishi. Moyo wa mwenye haki hufikiri jinsi atakavyojibu Bali kinywa cha wasio haki humwaga mabaya, bali huisikia sala ya mwenye haki. Mng'ao wa macho hufurahisha moyo, habari njema huinenepesha mifupa. Sikio lisikilizalo lawama yenye uhai litakaa kati yao wenye hekima. Akataaye maonyo huidharau nafsi yake mwenyewe, bali yeye asikilizae lawama hujipatia ufahamu. Kumcha Bwana ni maonyo ya hekima, na kabla ya heshima hutangulia unyenyekevu.